Kwenye ajenda ya ziada katika kujadili bima ya afya kwa wote. Kama unavyotambua, Mheshimiwa mstahiki meya, hatuwezi kuwa na taifa ambalo litakuwa imara, hatuwezi kuwa na taifa litakalozalisha uchumi wa nchi hii kama Watanzania au wananchi wake wanatumia muda mwingi kushinda hospitali kutafuta huduma. Tumekuwa na changamoto kubwa sana ya bima za afya ambazo tulikuwa nazo mwanzoni. Tumekuwa na bima ya afya ambayo mnaifahamu, lakini unapokwenda kutafuta hiyo dawa au huduma, bado wananchi wetu hawapati huduma. Lakini serikali imewekeza fedha nyingi sana ili kuweza kuboresha mfuko wa bima ili wananchi wote tuweze kunufaika na mfumo huo, na serikali itaweka pesa nyingi sana kuhakikisha wananchi wote wananufaika kwa kupata huduma bora badala ya mara ya kwanza ambapo unakuwa na kitambulisho chako cha bima ya afya lakini huwezi kupata huduma bora. Mheshimiwa Mstahiki Meya, tumeelekezwa kwamba elimu hii itolewe kwa wananchi wote ikiwepo na wewe mwenyewe pamoja na waheshimiwa madiwani watoe elimu hii ili wananchi waweze kujiunga na bima ya afya kwa wote ambayo kwa sasa itakuwa na manufaa makubwa kuliko na ile ya kwanza ambayo tulikuwa nayo. Baada ya kuyasema haya, mweshimiwa msmea, anashukuru sana kwa kuweza kunipa nafasi hii na mimi niweze kutoa eh, salamu za serikali. Asante sana.